Naitwa Pita Nyanje, naandika gazeti la Pambazuko. Nina maswali madogo madogo matatu. Yafanye ya mafupi leo, ili niweze pia wasikilizwa. Mafupi sana. Asante. Swali langu la kwanza linahusiana na swala la legitimacy. Kati ya wadau ambao mmewataja, mna kwamba mnaomba ushirikiano nao, ni vyama vya siasa na wanaharakati ambao baada ya tume kutangazwa wakaonyesha kuwa na mashaka na hawaiamini tume hawawaamini wajumbe waliopo kwenye tume. Hili linawapa shida kiasi gani katika kutekeleza kazi zenu? Swala so la pili, moja kati ya vitu ambavyo mnakwenda kuchunguza ni root causes za hii sakata iliyotukuta na kwa maneno yako hapa ya wakati na baada ya uchaguzi, lakini upo uwezekano kwamba yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ni matokeo ya mambo mengine yaliyofanyika nyuma kabla ya hapo kama nyinyi mawanda yenu ni ya wakati na baada ya uchaguzi, hamuoni kwamba mtaacha mambo mengine yaliyotokea kabla ya hapo ambayo pengine ndio yalisababisha haya? Swali la pili. La tatu, pamoja na kwamba mmesema mnayo mamlaka ya kutafsiri hadidu za rejea, lakini nadhani zile ambazo wamewapa yule aliyeunda tume mtazizingatia sana. Wakati anatangaza hii tume, alisema baadhi ya hadidu za rejea na kuna mambo yaliyasisitiza, kwa mfano, alitaka muende mkawahoji watu ambao wanahisiwa kushiriki hasa wale ambao ye mwenyewe akatukia neno waliosema watakinukisha ni neno moja tu, lakini neno hilo hilo watatu, watakinukisha, limetumika tumesikia kwenye kesi yanayokabiliwa na mwenyekiti wa Chadema mahakamani na likawa ni sehemu ya mabishano ya kisheria mahakamani na huyu ameunda tume anataka mwende mkawaoji watu waliosema watakinukisha. Ni vipi mtakwenda kulifanya hilo kwa kitu ambacho kipo mahakamani? Mimi naitwa Deodatus Balile, ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri na mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Eneo moja ambalo linazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na kwenye mijadala sehemu mbalimbali kwamba tume hii iliyoundwa imesheheni watu ambao umri wao umekwenda juu sana, lakini vijana ambao ndio walikuwa chanzo cha haya matatizo hawamo kwenye hii tume. Mtafanya nini kuwashirikisha hao vijana na kuwaaminisha kwamba yale mliyoyaona ndiyo yatakayokuwa yamewekwa wazi kama ulivyosema kwamba uwazi utatamalaki bila wao kuwepo kushuhudia wakati mchakato unaendelea. Mimi ni Neville Mena ni wariri mtendaji wa jadidi darafama na umekuwa na kampuni ya Media Brains. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na jopo lako, ni kwamba kumekuwa na kauli za viongozi wakuu kuhusiana na sababu za yale yaliyotokea, na kumekuwa na tuhuma kama vile walipewa fedha, walishawishiwa, walifaa moja, mbili, tatu. Je, hili Hali fanyi hali, hali, hali wa preempt nyie kazi mnayokwenda kuifanya kwamba tayari serikali kwa maana ya viongozi wake wameshatoa kauli ambazo zinatoa mwelekeo wa kiini cha, cha, cha, cha, cha tatizo lenyewe. Jambo la pili, tume ina siku tisini na ninyi mko tisa, maeneo yaliyotokea vurugu ni mengi na kuwafikia watu. Lengo moja hapo, umesema kunatakiwa watu waponywe. Um, sijui sasa, utakuwa ni ushauri, nafikiri kwamba pengine tungekuwa na kitu kama zile mahakama za Rwanda za gacaca ambazo watu wangekwenda pale kuzungumza na kuzungumza mambo yao na kulia kwao ili wapate uponyaji baadaye, kwa sababu si rahisi kwamba wote wataifikia tume yako. Nafahamu kauli au misimamo ya vyama vingine vya siasa kuhusu uundaji wa tume, lakini kama kunaosema, sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. E, mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea, lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatwendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa e, kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunakokwenda e, roadmap ya huko tunapokwenda, na moja katika adili zetu tumeombwa tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko eh, kutoka tutakachogundua, na huku Tanzania ambayo salama amani mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process, ni process gani wakati gani? Kwa hiyo sisi tutaomba ushirikiano e, tutaomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa tutamuomba, eh, sio mara moja, hata mara tatu tata tutamuomba, e, tushirikiane naye e, na pili, root causes, kweli tukio kweli ni la siku tatu tulioambiwa, lakini tuna kabisa, kwenye root cause analysis lazima urudi nyuma tena nyuma sana eh, kwa hiyo tunarudi nyuma huko hiyo eh, kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea ishirini na tisa na siku tatu mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana eh, turudi huko nyuma, turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root cause, kwa sababu mjadala baadaye utakuja tuongelee hizo root causes eh, tunazi unroot eh, vipi. Kwa hiyo swala la siku tatu zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia root causes hiyo. Uh, eh, eh, ingine sisi tunaona kuna kauli kweli, kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tutajikita kwenye mawili, hadidu za rejea, hadidu za rejea. Na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote, tunaanza na clean slate. Hatuna ushahidi hata kidogo eh. Tunaanza from zero ili kuona tunatafuta ushahidi gani eh. Tutapima ushahidi, tutapima nyaraka tutakuwa na wataalamu watatusaidia, watu wa data wa takwimu na kadhalika e, kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini na hisia mbalimbali, lakini nadhani tusihofia sana kweli. Kuna umri mkubwa e, na umri mkubwa, lakini umri pia unakwenda na uzoefu, lakini kikubwa kama ninavyosema wadao wakubwa ni nani? Eh, wadau wakubwa lazima we vijana. Eh, kwa hiyo tutakuwa na mbinu mbali mbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani hawa? Eh, ni constituency hiyo, tunaona ni eneo kubwa la kuwa nao ili tuweze wana majibu mengi, majibu mengi. Kwa hiyo e, hatuwahoji kwa tuhuma, tunawahoji kwa kupata majibu e, tunaelekea kwa kupata uh, majibu e, muda wa tume e, kweli muda uh, unakimbia kama navyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku tisini e, kama tutaweza kukamilisha kazi yetu, lakini kama navyosema sisi tunatakaisha kazi kamilifu atae kukamilisha kazi e, e, rejarejarejareja e, e, tufanya kazi kiki kamilifu, kiki kwa kikamilifu kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania, lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi. E, hiyo tunaelewa e, tunaelewa lakini tunaomba tu watupeni muda e, waambie wenzetu watupe muda alafu tupimwe tusipimwe. Eh, kabla hatujaanza mtihani eh, tufanye mtihani huu mtupe maksi eh, tu- tuweze eh, kuendelea, tupime kabla. Lakini sisi tunaelewa, ndiyo maana unasema tumejikita kabisa, kwa Watanzania wanataka nini, tuwape nini eh, ili kweli eh, kama njia moja ya kupona eh, kilichotokea eh, sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa lakini tuone tunajiponyesha vipi sisi wenyewe. tumeelezewa wasifu wa Dk taxi na Watanzania wengi wanajua mkweli, lakini mmesema mtatunguza vyombo vya dola, ambapo hakuna shaka kwamba wakati matukio yanatokea, alikuwa ni mchaji wa jeshi na jeshi lishiriki kwenye maana ya kukabiliana na hayo tatizo, inawezekana katika hayo mauaji na wao wakawa wameshiriki. Sasa hapo yeye huoni kwamba haitendei haki hiyo tume, kwamba atakuwa anapatavaswa kuhojiwa. Lakini hivyo ni tume la kwanza, wakati tume inaundwa tayari kuna tetesi, kuna maandamano mengine ya tarehe tisa Desemba, tume itaakomodeti vipi endapo itatokea kitu kama hicho, wakati ukiwa ndani ya uchunguzi? Lakini sanago nanyongeza kwenye majibu yanatoa unakwenda na kuchunguza tukio ambalo limetokea tarehe 29. What if findings zenu zikaonyesha kwamba aliyewatuma ndio pia anatuhumiwa, je? Yeah. Mnahakikishia vipi wa Tanzania kwamba itakuwa ni tume huru hata kwa kutoa majibu yasiyotakikana kusikika? Natoka Crown Media. Uh, katika wadau ambao uliwataja ambao wako kwenye hadidu za rejea vijana hawapo kama kundi muhimu, lakini uh, ukiangalia yote yaliyofanyika vijana ndio wamehusika kwa asilimia kubwa sana kuanzia kushawishiwa kwenda front. Hata walioumia zaidi ni vijana, kwa sababu katika waathirika waliobakia wengine wengi ni wazazi ambao umri umekwenda, lakini hawa vijana ndio ambao uh, wanapaswa kusikilizwa zaidi ili kujua nini hasa kimepelekea tumefika hapa. Maana yake tukiweka msingi, kuweka nguvu kubwa kwenye makundi mengine, lakini hili kundi ambalo lenyewe ndio kama liko katikati, lenyewe ndio kama limeshikilia linalotokea sasa hivi, nadhani tunaweza tukaja na majibu ambayo sio. Kwa mimi nilikuwa na huo ushauri, kwa hiyo nadhani vijana wawekewe kipaumbele zaidi lakini jingine, <clears throat> ah, mmezungumza kuwafikia watu kwenye serikali za mitaa. Kuna maeneo wenyeviti wa mitaa, wajumbe hawajui hata wananchi wao waliopo katika maeneo yao, ama hao wananchi hawajui hata mjumbe wake ni nani, hawamjui hata mwenyekiti wake ni nani. Sasa katika hali kama hiyo, uh, watu ambao kuna, kuna, kuna wananchi wanaweza wakawa na taarifa muhimu sana, lakini hamwezi kuwapata kwenye hiyo mifumo ambayo mmeiweka ni namna gani sasa mta, mtaweka nguvu kwa ajili ya kuwafikia hao watu eh? Kwanza kuhusu wajumbe, sisi wenyewe eh, wajumbe sisi wenyewe, kwamba sheria ya tume yetu na tume hizi zote za uchunguzi za karibu nchi zote za Commonwealth zinasema moja, jambo moja, mamlaka ya kuunda tume ni ya rais wa nchi hiyo. Ibara 88 ya katiba ya Afrika Kusini inampa e rais wa Afrika Kusini Kenya hivyo hivyo, tofauti tu inakuja kidogo kama kwa nchi nyingine Afrika Kusini na, na Kenya au na nchi nyingine iko kwenye katiba nyingine, sisi ziko kwenye sheria. Uingereza, Ireland, uh, Canada. Kwa hiyo tunasema kwenye sheria kuhusu tume hizi za uchunguzi kwamba kwamba mamlaka ya kuunda tume ni mamlaka ya executive anles sheria itasema vinginevyo. Nchi chache pia rais na bunge ina mamlaka ya kuunda tume, na inampa discretion yule anayeunda kuiunda kwa vigezo ambavyo yeye anaona ina kama mimi ndio ni kwa muundaji tume labda ningeunda tofauti na wajumbe tofauti eh, kwa hiyo yeah. Kila mmoja tutakuwa na maoni ya kwa nini yule kiongozi wa dini hakuwako, kijana hakuwako, lakini mamlaka ya kuunda tume ni ya yule head of the executive, na kwa vigezo ambavyo ataona inafaa yeah. Na anaunda tume kwa mazingira ambayo anaona inafaa. Sisi tumeundwa chini kifungu cha tatu kwenye jambo ambalo ni public concern, ndiyo sheria inasema. Kwa hiyo ameona kama public concern tuundwe tume. Lakini jambo la pili ambalo imeumzia na unalikuta kwenye tume nyingi ni swala la conflict of interest. Conflict of interest, kuna njia nyingi la kuikwepa ikitokea au kama hivi na kuna passive na actual conflict of interest. Sisi mahakamani tunajua, ndio maana jaji unaambia, naomba ujitoe, na mara nyingine jaji anasema sijitoi, naendelea kwa kwa sababu sina conflict. Kwa hiyo kuna migezo hivi, tukiona mjumbe wote ana conflict of interest tutamwomba ajitoe, mwenyewe anaweza kujitoa, haina neno eh, haina neno, lakini nyingine mwelewe nasema tume hii ni ya kisheria, wote tumekula kiapo eh, tumekula kiapo kwa dini zetu, kwa imani zetu eh, pia hiyo ina garantii uhuru wetu eh, uhuru wetu. Kama tunasema tunaanza kazi bila mabrasha bila sinikizo la mtu yoyote eh, la mtu yoyote na tutajikita kwenye ushahidi ambao tunaridhika nao eh. Eh, ushahidi wa kweli tutaupima na tutanini eh. Kama mtu tunakwenda njia gani, tutasema yeye, alafu ripoti yetu itakuja itaonyesha eh, kwa sababu sisi tutapendekeza eh, kwa sababu ripoti kwa jambo kama hili eh, nadhani ripoti of course ni ya mamlaka, lakini pendekezo letu eh, kwamba iwe, iwe ripoti ambayo itapatikana e, kwa umma kwa jambo ambalo linawahusu. Kwa hiyo hilo la nini la, sio asubuhi sana, kuna njia zake, tunajua namna ya ku ya kuweza kudili nayo hiyo uh, kifik Desemba tisa, bahati mbaya haiko tume. Kuna kitu tunaita uh, uh, muda wa kufanya kazi e, muda wa kufanya kazi kitu ambacho tunachochunguza ni tarehe ishirini na tisa na siku chache baada ya pale, zile siku tatu. Tunaweza kurudi nyuma eh, tunaweza kurudi nyuma, lakini kama ina connection na mbele, tuta, tutaangalia eh, lakini tarehe tisa ikitokea, imetokea. Labda kama ina uhusiano, tuta, tutaona kwa sababu iko ndani ya tisini labda root causes, labda zita zitakwenda huko pia kutuonyesha part of the root cause na nini tuta e, tutaangalia tuta, lakini e, hatufungwi na na, na hilo e, tunakubaliana kabisa na ushauri vijana, kweli vijana ndio kiini, kiini tumesema vijana, sisi kwa makundi ni, ni, ni, ni mbinu tu za kutafuta kuwa nao e, kuwa nao, tunawahoji vipi, moja mmoja nini kama tumesema watu wote walohusika walohusika, waloshiriki ukisema husika sasa, inawezekana labda jinai a waloshiriki e, waloshiriki bila makosa au na makosa. Watu waloshiriki tutakuwa nao, vijana wengine hawakushiriki tutakuwa nao. Ndio maana nasema tutakwenda mikoa ambayo pia kuna vijana lakini hawakushiriki. Kwa nini? Kwa nini Lazima twende undani zaidi eh, twende undani zaidi kujua hawa vijana wazetu. Tunakubali Tanzania, asilimia kubwa ndio vijana, ndio vijana eh. Kwa hiyo na sasa hivi kuna na wizara mpya na, na kadhalika lakini ushauri huo kweli kutafuta mbinu, njia, vijana eh, mjia na vijana eh, ah, na wananchi, wananchi kweli tunafanya mkutano wa hadhara na wananchi kuweza pia kupatwa na wao wanani. Kwa hiyo ni kama tunasema hatufungwi. Kwa hiyo kama kuna ushauri, tupeni ushauri, msaidie ku, kuandaa na sisi hatuna hatufungwi eh, na, na mdao yoyote au mbinu zozote, lakini tunataka tuwe eh, tushuke chini kabisa eh, tushuke chini upana na kwenda chini eh, zaidi. Asante.